Kwanza ni weke sawa juu ya maneno haya mawili: siasa na dini mm. Siasa inahusiana na watu na dini inahusiana na watu mm. Lakini watu wote hao Mungu ndiye muumba wao, hawezi kusema unatenganisha siasa na dini. Hauwezi kuzitenganisha siasa na dini kwa sababu dini inazungumzia watu na siasa inazungumzia watu mm. Tunapozungumzia siasa ni ile hali ya mtu au kikundi cha watu kutambua uwepo wa matatizo na kupendekeza namna ya kuyatatua hiyo. mm. Ni siasa. Tunapozungumzia dini nenyewe imejikita katika kuhakikisha watu wanaenenda katika njia zilizo sahihi. Mm -hmm. Kwamba hawaendi kinyume na taratibu za kijamii au na sheria. Tukiangalia historia katika maandiko matakatifu hata kwenye Biblia tunaona tulikuwa na wafalme na tulikuwa na manabii ambao ni watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu pia walikuwa wanawakosoa wanawaonya wafalme wakienda kinyume mm -hmm. kwa hiyo kumbe tunapozungumzia leo kwamba siasa na dini kwamba unaweza kuvitenganisha hatuko sahihi mm -hmm. Viongozi wa dini wanao wajibu wa kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika ustawi wanaishi katika yale mazingira ambayo ni rafiki kwao mm. koo Kwa viongozi wa dini wanapoona watawala au wafalme wanaenda kinyume, ni wajibu wao kuonya na kuelekeza kwamba natakiwa tupite hapa. Kwa hiyo hauwezi kutenganisha siasa na dini, kwa hiyo vyote vinaendana. Kwa hiyo mm. ukiona mtu anazungumza kwamba e, usichanganye dini na siasa, maanake huyo hajui historia ya dini na hajui historia ya siasa. Kwa hiyo huwezi kuvitenganisha vitu hivyo viwili, kwa sababu vyote vinazungumzia watu, ndio mm. na viongozi wa siasa ndio wameonekana wanazungumza hivyo kwamba kuna uh, baadhi ya viongozi wa dini wanaingilia maswala ya kisiasa, manake wanapotosha e, yale ambayo yanaendelea na wamesahau kazi zao, kwa maana ya kuwapa watu imani kiroho, kuwajenga kiroho na mm. sio masuala ya kisiasa, na kwenye makanisa yao wasizungumzie masuala ya kisiasa. Uh, kwanza niseme tu kwamba taifa letu la Tanzania limeifanya mm. siasa kuwa propaganda na ndipo sisi tulipoharibikiwa. Tunapozungumzia propaganda ni kuzungumza kinyume ya kile kitu ambacho kimekusudiwa yeah. Wala siasa sio propaganda, na ndio maana ukizungumza siasa kwa mazingira ya kitanzania unaonekana kwamba unazungumza uongo, hauzungumzi uhalisia. Lakini eh, hiyo ni propaganda ambayo ilitengenezwa kwamba siasa ni kitu kibaya. Na unaposema kwamba viongozi wa dini wameshindwa kutimiza majukumu yao ya kiroho, tunakuwa tunakosea kwa sababu kiongozi wa kidini sio tu kusimama madhabahuni kwamba kuhubiri ujumbe mm. Pia kuna majukumu mengine, kuna majukumu ya kulea, kuna majukumu ya kuelekeza, kuna majukumu ya kuonya, kwamba hapa panatakiwa pawe hivi, tunatakiwa tupite hapa, tusipite hapo. Kwa hiyo uh, sio kwamba wamesahau majukumu yao ya kiroho, ni namna tu ambavyo sisi wa Tanzania tumetengenezewa mazingira ya upropaganda ya kuiona kwamba siasa ni mbaya, ya kuona kwamba kiongozi wa dini kwamba hastahili kuzungumzia masuala yanayohusu siasa. Sio kweli, okay. Lakini kwenye, kwenye hilo hilo tukisalia kwanza, kwa viongozi ambao uh, wamekuwa wakizungumza, najua kwamba viongozi wa dini wanakutana na watu mbalimbali na wanawafundisha wana na kuwapa um, tunasema neno la kiroho zaidi Turudi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hawa viongozi ambao wamekuwa wakizungumza wakionya, wakielekeza, lakini wakikemea, hata kupongeza kwenye, kwenye sehemu ambapo inahitajika ina kupongeza mipaka mm -hmm. yao ikoje? Eh, kuna mipaka kwa sababu unajua kuna lazima kwamba hapa wanaishia lakini hapa yeah. wanaachia watu wengine. Kuna mipaka ipo ambayo eh, inatenganisha sasa kwamba wasifike sehemu fulani ambao pengine wakaenda kinyume na taratibu ama wakaenda kinyume na vile ambavyo Uh, hata miongozo ya nchi ipo. Kuna utaratibu ama kuna limiti gani ipo kati ya uh, viongozi wa dini na siasa? uh, iko hivi mm. Kila eneo au kila field, kila taaluma ina mipaka yake. Ndio maana huwa tunaita kuna, kuna conduct of ethics mm. Tunapozungumzia uh, mipaka ya, ya viongozi wa dini na viongozi wa kisiasa mm. Kiongozi wa dini anatakiwa uh, ajue nini cha kuongea na mahali gani? yeah, yeah. Hata mwanasiasa ni hivyo, anatakiwa ajue nini cha kuongea na mahali gani na ni wakati upi, hiyo ndio mipaka mm -hmm. Kwa hiyo kiongozi wa kisiasa hauwezi kuongea jambo ambalo halihusiani na inavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo lazima kwanza tuangalie ni mazingira yakoje na inatakiwa niongee nini na kwa watu gani hiyo mm -hmm. ndio mipaka, eneo lolote lina mipaka ambayo linatuonyesha na inatuelekeza kwamba nini cha kuzungumza mahala pale na ni wakati upi. Je, huo ni wakati sahihi wa kuzungumza au sio wakati sahihi wa kuzungumza?